Ndoa za utotoni zikizidi kuzima ndoto za wasichana wafugaji katika eneo la Loiyangalani kaunti ya Marsabit, mama mmoja ameanza kampeni kuzuia kuongezeka kwa visa hivi. Nakidor Moru, ambaye mwenyewe ni mwathiriwa wa ndoa za utotoni na ambaye kwa sasa ni balozi wa kujitolea, amekata kauli kuendeleza hamasisho na kukomesha mila hiyo katika jamii yake. Hata hivyo, Nakidor, amekiri mchakato huo unayumbishwa na pingamizi za jamii yake inayomuona kama msaliti. Bonface Barasa Anatuarifu zaidi kuhusu juhudi za Nakidor huko Loiyangalani. Gomosi gupili. Nakidor Moru anatembea taratibu kijijini na wapa Loiyangalani kaunti ya Marsabit kuendeleza kampeni yake kwa wanakijiji, ili kuihamasisha jamii yake kupiga teke mila potovu ya kuoza binti zao mapema. Nakidor ambaye ni balozi kwa sasa aliozwa akiwa mchanga. Na ongezeko ya visa hivyo kuna mkera. Mimi nilipata hiyo shida ya kupeana mapema, sasa mimi nimejitolea kwa wali visho kutembea kufunza watu wasipeane tena watoto bado wakati wadogo. Hii ndoa ya mapema ni mbaya. Ile shida yetu ambayo tuko naye ni halimari ya ja watoto. Mimi na Nakidor na nani tunataka kumaliza, tukutembea juu ya, ya kijiji, tunataka kuwa tunamalizia hiyo hiyo shida kwa watoto ini akuweka nyama hmm. Japo Nakidor amejitolea kuhakikisha ndoto za wasichana wafugaji hazizimwi na mila hiyo potovu, juhudi zake zinakisiwa kuisaliti jamii yake. Hata kama watu wananichugia mimi, tatembea tu, wengine wananichugia, wengine wanakubali. Kwa hivyo mimi nitatembea, nitaelezana mpaka serikali aingie ndani. Kutoripotiwa kwa ndoa za mapema kukichangia ongezeko ya visa hivyo nyanjani. Mchakato wa Nakidor umeonekana kuwapa mwanga. Tangu tuanze kufanya hii uhamasisho, wa polepole wa Nakidor yakigua ya champion wao anaanza kuona umuhimu Cool, watoto wa kike kutoka jamii za wafugaji zinazoendeleza mila hiyo huozwa mapema ili familia zao zipate mali, yani mifugo wanaotolewa kulipa posa. Takwimu zinaashiria kaunti ya Marsabit mirekodi asilimia 40 ya ndoa za mapema. licha ya kujitolea kwake ili kuikomboa jamii yake kutokana na minyororo ya mila katili, potovu na iliyopitwa na wakati, mchakato huo umezidi kuyumbishwa na pingamizi tele kutoka kwa wanajamii wenyewe. Bonface Barasa, Runinga Citizen eneo la Loiyangalani Gatuzi la Marsabit.